Hey, mama. Oh, umerudi eh. Na Babashili amekuwa akikutafuta. Anasema anajaribu kutafuta, mm. Kutafuta mbali kwa simu upatikani. Sikuenda kwa kina Mamashili, acha kujifanya ujuu. Mnaenda na Babashili lini? Umejua aje? Au siuliza ati nimejuaje? Mnaenda siku gani? Tunaanza Saturday. Eh. Hey. Unaona wakati baba Shili amekuja hapa na tetemeka oh, oh, sijui anapigia mama Shili simu, mama Shili amekataa kushika simu. Na wakati amekuwa akiishi na yeye, alikuwa anamwambia ngaenda. Ukitaka enda kwenyu, sijui nini, nitaishi bila wewe. Wanawake ni watu wa muhimu sana, Gavana, kwa nyumba. Mwanamke akitoka ndio unajua ngo umuhimu wake. Wakati uko naye huwezi ukajua. Sasa hizi babashi anatetemeka amekonda kichwa peke yake ndio imebaki, anazunguka tu. Oh, Mama Shili ashiki simu. Oh, sasa nitafanya lakin nini? Lakini lakini, sasa Mama Shili pia alikuwa na makosa. Alikuwa na makosa yes, lakini sasa, sasa hizi mtu mwenye alikuwa na makosa zaidi na mwenye yako nani, mwenye anatetemeka zaidi? Si kutetemeka ni vile tu watoto kwenda shule ndio ndio inasumbua. Lakini sasa, okay okay, una, what are you driving at? Na sasa wewe ndio kofi ya nani wa kwenda kusuluhisha mambo za watu? Wewe ndio kofi ya nani mwenye unaitwanga kwa kesi tu papo umeenda kuzima moto? Sasa wewe nikuulize, sasa hizi mimi nikiweza toka kwa hii nyumba yangu niende. Utanikujia? Sasa kujiaje tena? <laughs> Baba Ashili anakujiaje Mama Ashili aje. Wacha kuniuliza maswali Gavana. Mimi saa hizi nikaweza toka tu kwa hii nyumba, nitoke tu na niende kwetu. Mm -hmm. Utanikujia ama? Si, so, okay, unajua hiyo inalingana. Inalingana na nini? Wewe ndio umenikosea, unaenda kama umenikosea ama kama mimi ndio nimekosa. Gavana, acha kunizungusha kichwa. Ikuwe ni mimi nimekukosea, mimi sijakukosea, mimi nitoke tu hapa tu niende tu kwetu. Jibu swali, utanikujia ama utanikujia? So wewe utaamka tu asubuhi mama yangu utoke na uende unaenda kwenda, halafu tabia ni kukujia. Gavana, hmm, na wewe jibu tu swali. Supposed to mimi nitoke hapa nani niende? E, either nimekukosea ama mimi nimekukua ni ama mimi mwenye amekosa whatever. Utanikujia ama utanikujia? Okay, inalingana. Mimi italingana italingana ni nini ndio inakujia na nikujia. Na sisi ah. Sasa hii mazoea yako ya nini kwani? Si so, ujibu tu swali. Okay, basi nitakukujia. Ukwenda. Wewe sinakujua wewe. Nitaenda hivi hata kabla nifike kwetu huko Isero, utakuwa umeshaleta hapa mwanamke mwingine. Hati nitakukujia. Unadhani mimi sikujui? Mimi baba Ashi ni mwenye amekaa hivyo single kutoka mama Ashi aende. Wewe huwezi kaa single governor, na kujua. Mm. Sasa wewe uko shujaa amekuwa kwa class single. Si baba Ashi, na mbona anakuja hapa kila siku anamuulizia. Wa majirani wako wananiambianga, wanaonanga anatoka kazini anakuja oh, amekuja na matumbo saa tano anataka kuanza kuchemsha. Anakula sijui saa saba ya usiku wewe gavana, utaona hiyo siku mimi nakujua wewe. Wanawake wamejaa hivi kwa masikio yako wewe. Sasa mama Enjo, nataka nikuulize swali. Unaniambia tu wanawake wana wana mnakuwa mwi. Unajua pia nyinyi mlikuwa kwa nyumba mnakunga vichwa ngumu. Usikama sasa wewe venye uko hivi. Kichwa chako ni ngumu hata usikiangi. Nikikwambia kitu unasikii. Mimi ni kichwa ngumu lakini wakati natoka tu kwa hii nyumba tu hivi gavana, nikistep huko nje. Ndio utajua mama mama mama, mama Enjo hata kwa kichwa ngumu. Saa hizi unaona kichwa ngumu yangu. Nitoke tu hapa. Hiyo kichwa ngumu hutaona Utaanza kuona sasa ile mazuri yangu hiyo. Sawa, acha mimi niingie ndipo muziki kidogo jo hata ndio rafiki hata saa hizi unaanza kuniambia mambo ya babashi na nini na nini. Ame ame ame ame kama sana. Atangekaje, angekaje, angekaje sana na ndio anatetemeka hata mwenyewe ana nguvu kwa mwili. Amesema umtafute kwa tini. Ndio mjue kutunza wanawake. Hiyo ni inafanya unasema ndio wanawake wana muhimu sana. Kwani kama angekuwa kwa na muhimu angekuwa anakuja hapa kitetemeka. Amekonda.